Karibu tuendelee kuhabarishana juu ya matukio mbalimbali ambayo yanaendelea kujiri kwenye vita vinavyoendelea baina ya taifa la Israel na taifa la Iran. Iran imerusha msururu wa makombora katikati ya Israel saa chache tu baada ya Marekani kushambulia maeneo matatu nchini Iran kwa lengo la kuharibu mpango wa nyuklia wa nchi hiyo. Jeshi la walinzi wa mapinduzi la Iran lilisema lilirusha safu ya makombora 40 dhidi ya Israel yakiwemo yale ya, ya Koram Shahir 4 ambayo yanaweza kubeba vichwa vikubwa vya kivita. Mamlaka za Israel ziliripoti kuwa zaidi ya watu 80 walipata majeraha madogo madogo na kwamba kulikuwa na ripoti za uharibifu katika miji ya Haifa na Tel Aviv na kando ya pwani. Kufuatia shambulio hilo la Iran, jeshi la Israel lilisema limezima upesi makombora ya Iran ambayo yalikuwa yamerushwa na kwamba limeanza mashambulizi kadhaa kuelekea maeneo ya kijeshi magharibi mwa Iran. Iran inasema kuwa ilirusha moja ya makombora yake makubwa zaidi ya balistiki ikilenga Israel baada ya mashambulizi ya Marekani. Televisheni ya taifa ya Iran ilionyesha kile kilichoonekana kuwa picha za awali za kurusha kombora la Koram Shahil 4 na nukuu ya sauti ikisema ilitumiwa katika shambulio la Israel. Inasema ilirusha makombora 40 ikiwemo kombora la Koram Shahir 4 Koram Shahir 4 ni kombora kubwa zaidi ambalo Iran inalimiliki kwenye silaha za balistiki za nchi hiyo ambazo wachambuzi wanasema huenda imeundwa kuweka silaha chini ya ukomo wa masafa ya kilomita elfu mbili uliowekwa na kiongozi mkuu wa nchi hiyo Ayatollah Ali Khamenei. Kiongozi mmoja wa Iran anasema kuwa kombora hilo lina masafa ya kilomita elfu mbili na kichwa cha kivita cha kilo elfu moja na mia tano. Kombora hilo limepewa jina la mji wa Iran ambao ulikuwa uwanja wa mapigano makali wakati wa vita vya Iran na Iraq katika miaka 1980. Kombora hilo pia linaitwa Kaibar baada ya ngome ya Kiyahudi iliyotekwa na Waislamu katika karne ya saba ambayo sasa ni Saudi Arabia. Basi hebu tuangazie kombora la Koram Shahir 4 kombora ambalo uh, limeonekana kuwa hatari zaidi, ama kombora la Kaiba hili ambalo Iran imeweza kulirusha dhidi ya Israel. Ilikuwa siku ya nne ya Kordad 1402 Mei 25 ya mwaka 2023 ambapo kombora la balestiki la Koramshahir 4 au Keiba lilizinduliwa na waziri wa ulinzi na usaidizi wa vikosi vya wanajeshi wa Iran. Kombora hili linawakilisha toleo la hivi punde la familia ya kombora la Koramshahir. Ni kombora la usahihi lenye uwezo wa kulenga shabaha yake bila kuhitaji mwongozo wa mwisho. Koramshahir 4 au Keiba ni mojawapo ya makombora ya masafa marefu yenye safu ya uendeshaji ya takriban kilomita elfu mbili. Kombora hili lina urefu wa mita 13, kipenyo cha mita 1.5 na uzani wa takriban tani 30. Kwa kuongezea, kichwa chake cha vita kina uzito wa zaidi ya kilo elfu moja na mia nane na kasi yake inafikia takriban machi 8 katika anga ya hewa na hadi machi 16 nje ya anga Kichwa cha kombora hili ni takriban urefu wa mita nne. Ni mojawapo ya makombora makubwa na yenye nguvu zaidi kuwahi kubuniwa yenye uwezo wa kubeba zaidi ya tani moja ya vilipuzi. Injini ya kombora la Koramshahir nne ni modeli ya hali ya juu ya aina ya Arvand, ambayo hutumia mafuta ya hypergoric kuwasha moto kwa kuwasiliana kila mmoja. Katika juhudi za kuboresha uwezo na mbinu, za wataalamu wa tasnia ya makombora waliunganisha injini ndani ya tanki la mafuta ambayo ilipunguza urefu wa kombora hadi karibu mita 13. Usahihi wa hali ya juu, wizi wa rada, uwezo wa kurekebisha njia na kinga dhidi ya mifumo ya vita vya kielektroniki pia ni miongoni mwa vipengele vya Kora Mshahir 4. Kwa kuongezea, kasi ya juu ya kichwa cha vita inapoathiriwa na shabaha huzuia mifumo ya ulinzi ya adui kutambua, kukamata na kuharibu vichwa vya vita. Sifa nyingine ya kombora hili ni uelekezi wake wa awamu ya kati ili mifumo ya uongozaji wa makombora izime baada ya kuingia kwenye anga ya hewa na kufanya vita vyote vya kielektroniki ya adui kutofaa dhidi yake. Tofauti kati ya kombora hili na vizazi vilivyotangulia liko katika uwezo wake wa kuhakikisha usahihi wa kubaini wakati wa awamu ya kati kuruka juu ya anga. Kombora hili limewekwa moja ya injini za hali ya juu zaidi zinazotumia kioevu ili kuipa uwezo wa kiufundi imeundwa ili injini iwekwe ndani ya tanki la mafuta ambayo imepunguza urefu wake hadi mita 13. Shahidi meja jenerali Amir Ali Hajizade, kamanda wa vikosi vya wanaanga vya jeshi la ulinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran, IRGC, alisema kuhusu vipengele vya Koramshahir 4. Baada ya kurusha kombora la Koramshahir linagonga pointi 80 katika eneo lililolengwa. Tukirusha makombora 100 kati yao ni sawa na elfu nane hadi elfu nane eneo la adui. Bila shaka uwezo wa balistiki wa jamhuri ya kiislamu ya Iran hauna kikomo, kwa kuwa na aina mbalimbali za makombora yenye masafa na uwezo tofauti, ikiwa ni pamoja na Imad yenye umbali wa hadi kilomita 1700 Gadri H yenye umbali wa hadi kilomita 1650 na, na Gradil F yenye masafa ya kilomita 1950 Kaim yenye masafa ya kilomita 800 Kebar Shekan yenye umbali wa hadi kilomita 450 na Hajsem inayofika umbali wa kilomita 1400, Sejil yenye umbali wa kilomita 2000 pamoja na kombora la kusafiri la Pave lenye masafa ya kilomita 1650 imeonyesha uwezo mkubwa katika eneo hili. Nguvu ya kiulinzi ya kuzuia Jamhuri ya Kiislam inategemea vipengele kadhaa. Mojawapo ya mambo ya msingi zaidi ikiwa ni uwezo wake wa kiulinzi. Hadi kufikia hatua kwamba Iran ni miongoni mwa nchi zilizoendelea zaidi duniani katika uwanda huu. Zaidi ya hayo ndege zisizo na rubani za Iran zenye uwezo wa kuruka katika miinuko ya juu hukaa angani kwa muda mrefu na kubeba aina mbalimbali za silaha, zina nafasi muhimu katika kuimarisha akili na uwezo wa kiutendaji kwa jeshi hilo. Maendeleo haya pamoja na maendeleo ya kimifumo ya ulinzi wa anga, teknolojia ya kisasa ya vita vya kielektroniki na mifumo ya majini yameruhusu Iran kutambuliwa kama moja wa wahusika wakuu wa usalama na ulinzi katika Asia Magharibi, huku ikiwa na uwezo mkubwa kuzuia dhidi ya vitisho vya kikanda na nje, huku ikiwa na uwezo mkubwa wa kuzuia vitisho vya kikanda. Hivi karibuni, jamhuri ya Kiislamu pia imeonyesha nguvu kubwa katika nyunga za usalama na kijasusi. Uhamisho wa idadi kubwa ya nyaraka za siri kutoka kwa utawala wa kizayuni katika nyanja za nyuklia, kijeshi usalama na nyanja nyinginezo ni ushahidi wa kurukaruka kiutendaji katika idara ya kijasusi ya Iran na kudhihirisha kwamba mbali na uwezo wake, Iran pia ndiyo nchi inayoongoza katika eneo hilo katika nyanja ya kijasusi. Naam, hayo ndiyo yanayoendelea juu ya vita vinavyopiganwa baina ya taifa la Israel na taifa la Iran, huku Iran ikitangaza kutumia kombora lake la hali ya juu lenye uwezo mkubwa la Koramshahir nne. Kombora ambalo limeonekana kuwa ni hatari zaidi kwa makombora yake ambayo Iran inayamiliki, ambapo Iran imetumia kombora hilo kujibu mashambulizi yaliyofanywa na Marekani kwenye vituo vyake vya kuzalisha nyuklia, kitu ambacho Iran imedai kwamba Marekani inaingilia uhuru wa nchi nyingine kwa kuweza kufanya mashambulizi ndani ya nchi ambayo wao wanadai wana uhuru wao na hawataki mambo ya nchi nyingine kuingia ndani ya nchi yao kwa ajili ya kupigana nao kwenye mizozo ambayo haihusiki nayo. Sasa Iran imeamua kuchukua hatua kwa kushambulia Israel kwa makombora mazito mazito na inasema imetupa makombora kadhaa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba inalipiza kisasi. Ni mengi ambayo yapo juu ya hivi vita vinavyoendelea baina ya Israel na Iran na kwa sasa vita imekuwa ni vita ya nchi tatu ikiwemo Marekani, Israeli yenyewe pamoja na Iran. Una mtazamo upi kwenye hili ambalo linaendelea ambapo sasa hivi Iran wameamua kutumia silaha za balistiki za masafa marefu na nzito zaidi?